Karibu tena kwenye Hadithi Time. Je, umewahi kufikiria jinsi dharau inaweza kugeuka kuwa majuto makubwa? Leo tuna hadithi ya Daudi, mume aliyedharauliwa na kufukuzwa kama mbwa na mke wake tajiri. Lakini mke wake hakujua siri kubwa. Miaka michache baadaye Daudi angerudi na kununua kampuni yake yote. Je, Daudi atasamehe na kusahau au atalipiza kisasi? Kaa nasi hadi mwisho. Jionee mwenyewe na ujifunze kitu kipya kwenye maisha yako. Hadithi inaanza katika jiji la Arusha, ndani ya jumba kubwa na la kifahari. Mwanamke tajiri na mrembo anayeitwa Sara alikuwa amefanya sherehe kubwa. Sara alirithi biashara kubwa ya utalii kutoka kwa familia yake. Sherehe ilikuwa ya business partners wake. Mumewe aliitwa Daudi. Daudi alikuwa mtu mnyenyekevu, alikuwa na ndoto nyingi, lakini mfuko wake ulikuwa mwepesi. Alijitahidi kuongea na wageni matajiri, lakini alihisi wanambeza na kumdharau. Alijitahidi kutabasamu na akajiambia moyoni mwake, kuwa mvumilivu na mnyenyekevu Daudi, siku moja utainuka. Dhafla Sara alisimama mbele ya watu wote. Sauti yake ilikuwa kali na yenye kejeli. My friends, huyu ni mume wangu Daudi, yule mtu mwenye ndoto kubwa na mfuko mtupu. Wageni wachache walicheka kwa sauti ya chini. Daudi alihisi damu inachemka kwa aibu. Kwa sauti ya chini ya kubembeleza. Sara, tafadhali, lakini Sara hakumsikiliza. Alipaza sauti zaidi. Nimechoka kukubeba. Wewe ni mzigo kwangu. Mimi nafanya kazi, wewe unakula na kulala tu. Nimechoka. Toka nje ya nyumba yangu, get out na usirudi tena. Wageni wote walibaki wameduaa. Walinzi walimshika Daudi bila huruma, walimtoa nje kwa nguvu. Alitupwa nje ya geti kubwa. Wakati huo huo, mvua kubwa ilianza kunyesha. Ilikuwa kama vile mbingu zinamuonea huruma. Akiwa hana chochote isipokuwa suti yake moja iliyochakaa, Daudi alisimama kwenye mvua moyo wake ulikuwa umejaa maumivu makali na aibu. Alijisemea moyoni kwa uchungu, siku moja Sara, siku moja utajuta. Usiku huo Daudi alilala kwenye baridi kali, alijikunja kwenye kona ya duka lililofungwa. Asubuhi ilipofika, alikuwa hoi kwa njaa na baridi. Mzee mmoja mkarimu alimkuta. Mzee huyo aliitwa Mzee Juma, alikuwa akifagia barabara. Mwanangu, shida ni sehemu ya maisha Kuinuka ndio wanaume. Mzee Juma alimpa Daudi chai ya moto na mkate. Maneno yake yalikuwa kama dawa, yalimpa Daudi matumaini mapya. Mzee Juma alimpa hifadhi kwenye chumba chake kidogo, pia alimsaidia kupata kazi za kubeba mizigo sokoni. Daudi alianza kufanya kazi kwa bidii sana, alibeba magunia mazito, aliosha magari ya watu, alifanya kazi yoyote aliyoipata ili aweke akiba. Ndani ya miezi michache alikusanya kiasi kidogo cha pesa. Alikumbuka ndoto yake, kuanzisha kampuni ndogo ya utalii. Aliita kampuni yake Authentic Tanzania Adventures. Lengo lake lilikuwa kuwapa watalii uzoefu halisi wa Kitanzania. Alitengeneza vipeperushi kwa mkono na kuanza kuvigawa hotelini. Watu wengi walimdharau, mmoja alimkejeli, wewe huna ofisi, unataka kumpeleka nani? Lakini Daudi Hakukata tamaa. Siku moja Daudi alipata mteja wake wa kwanza. Ilikuwa ni familia ya wanafunzi kutoka nje ya nchi. Aliwapa huduma nzuri sana, walifurahi mno, wakaandika maoni mazuri kumhusu kwenye mtandao. Maoni hayo yalianza kuleta wateja wengine, biashara ilianza kukua taratibu. Baadaye bloga maarufu wa mtalii alikuja Arusha, alisafiri na kampuni ya Daudi. Bloga huyo alivutiwa sana na kazi ya Daudi. Aliandika makala nzuri kuhusu safari yake. Makala hiyo ilisambaa kila mahali. Ghafla biashara ya Daudi ililipuka kwa mafanikio. Simu zilianza kuita bila kukoma. Miaka mitano ilipita. Daudi hakuwa tena yule mtu wa kulala barabarani. Sasa alikuwa mkurugenzi mtendaji. Kampuni yake ilikuwa kubwa na yenye heshima. Alikuwa na ofisi za kifahari ya Arusha na wafanyakazi wengi. Hakumsahau mzee Juma, alimnunulia nyumba nzuri. Wakati huo huo kampuni ya Sara, serengeti Luxury tours, ilikuwa inadorora, ilikuwa kwenye hatihati hati ya kufilisika, yote kwa sababu ya kiburi na usimamizi mbovu. Siku moja, daudi alikuwa ofisini kwake. Msaidizi wake anayeitwa Alex alimletea ripoti. Ripoti ilionyesha kuwa kampuni ya Sara, serengeti Luxury tours, ilikuwa inauzwa. Iliuzwa kwa bei ya hasara ili kulipa madeni. Moyo wa Daudi ulisimama kwa sekunde moja. Kumbukumbu kumbu za usiku ule wa mvua zilimrudia. Alex, hii ndio nafasi yako bosi, inunue kampuni kisha mfukuze kama alivyokufukuza. Daudi alikaa kimya, alitazama nje dirishani akitafakari. Ndani ya moyo wake kulikuwa na vita. Sehemu moja ilitaka kulipiza kisasi, ikitaka kumwonyesha Sara maumivu aliyoyasikia, lakini shida zilikuwa zimemkomaza aliwaza kimoyomoyo, kwa sauti ya chini ya kutafakari, nikimfukuza nitakuwa tofauti gani na yeye? Aligeuka na kumwambia Alex kwa utulivu, nitaenda kuinunua, lakini sio kwa ajili ya kisasi, mimi nimeshasamehe. Daudi alichukua simu, alimpigia wakili wake alimpa maagizo ya kuanza mchakato wa kuinunua kampuni hiyo kwa siri. Siku ya makabiziano ilifika, Sara na wajumbe wa bodi yake walisubiri kwa hofu. Walijua mnunuzi mpya ni tajiri, lakini hawakujua ni nani. Milango ya chumba cha mikutano ilifunguliwa, wakili aliingia na kutangaza, wapendwa, namleta kwenu mmiliki mpya bwana Daudi. Daudi aliingia Alikuwa amevaa suti ya gharama kubwa, alionekana mtulivu na mwenye mamlaka. Sara alipomwona, alihisi kama amepigwa na radi. Hakuamini macho yake. Mume aliyemfukuza kama mbwa sasa ndiye aliyekuwa mmiliki wa kila kitu. Sara alianguka magotini, alianza kulia kwa sauti. Sara: Daudi, samahani, naomba naomba unisamehe, alilia huku akishika miguu yake. Daudi alimtazama kwa utulivu, alinyamaza kimya kwa sekunde kadhaa akimtazama Sara, kisha akamwinua. Daudi: simama Sara, yale yamepita. Mbele ya bodi nzima Daudi alizungumza: sitawafukuza kazi, nitawekeza kwenye kampuni hii, lakini kutakuwa na mabadiliko. Kisha akamgeukia Sara. Kila mtu alitazama. na wewe Sara, sitakufukuza lakini kuanzia kesho utaripoti kama intern. Utaanza chini kabisa, utajifunza kuheshimu kila kazi na kila mtu, utajifunza maana ya unyenyekevu. Hiki ndicho kisasi changu. Sara alikubali kwa kichwa huku machozi yakimtoka. Alijua alistahili na alijua amepata nafasi ya pili, nafasi ya kujirekebisha. Miezi kadhaa baadaye, Sara alionekana ofisini. Alikuwa akisafisha magari ya watalii na kuandaa chai kwa wafanyakazi, lakini kwa mara ya kwanza maishani mwake alikuwa na tabasamu la kweli. Alikuwa anajifunza thamani ya utu. Hadithi ya Daudi inatukumbusha kamwe usimdharau mtu yoyote, hujui Mungu amempangia nini kesho. Na huo ndiyo mwisho wa hadithi yetu ya leo hapa Hadithi Time. Je, unadhani Daudi alifanya uamuzi sahihi? Tuambie mawazo yako kwenye sehemu ya comment hapo chini. Kama umeipenda hadithi hii, tafadhali bonyeza like. Pia isambaze kwa marafiki zako na muhimu zaidi, subscribe kwenye chaneli yetu ili usikose hadithi nyingine zenye mafunzo. Asante kwa kuwa nasi. Tutaonana tena.